Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali mbali. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi balozi Dr Moses Kusiluka, viongozi walioteuliwa ni Bwana Saidi Habibu Tunda ambaye ameteuliwa kuwa mtendaji mkuu wa wakala wa mabasi aendayo haraka DART. Bwana Tunda anachukua nafasi ya Dr Athmani Kihamia ambaye uteuzi wake wa umetenguliwa. Hata hivyo Bwana Pius enrongiro ameteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mabasi yaendayo haraka UDART. Bwana ngiro anachukua nafasi ya Bwana waziri Kindamba ambaye uteuzi wake pia umetenguliwa. Hatua hii inakuja siku moja baada ya video kusambaa katika mitandao ya kijamii zikionyesha baadhi ya vioo vya mabasi na vituo vikiwa vimevunjwa baada ya kushambuliwa kwa mawe usiku wa kuamkia leo jijini Dar es Salaam.